Habari mpenzi na mtazamaji pote pale ulipo katika ufuatiliaji wako kwenye channel hii ya Aisha's Food, leo nimekuleteni jinsi ya kutengeneza saladi moja ya cabbage, amazing sana, saladi ya kizungu na hivi ndivyo ambavyo huwa natengeneza saladi zangu mara kwa mara nikiwa nyumbani. Nimeweka olive oil vijiko viwili vikubwa vya chakula, halafu nimefuatia kuweka cabbage robo, iefatiakka yani nilikuwa ni nusu ambalo nilikatakata lakini nimefanya kwa robo na hapo nimefuatia kuweka chumvi halafu, nitachanganya vizuri, na sitoliacha kabeji mpaka likaiva moja kwa moja, ni kiasi tu lipate moto na nilipikike kiasi kidogo. Hapo nitaweka kabeji katika bakuli kama hivyo. Nimeweka katika bakuli pana, ili iwe rahisi wakati wa kuchanganya. Kisha nimefuatia kuweka pilipili boga rangi zote tatu kama hivyo ambazo nimezikatakata vipande vidogo, vidogo vidogo vya saizi na nitaweka na vitunguu maji ambavyo nimetumia viwili. Napenda saladi iwe na vitunguu maji vingi. Na hapo nitaweka karoti, nimetumia moja ambayo nimekatakata vipande vidogo sana. Na nimeweka nyanya mbili ambazo nimezikatakata kama hivyo. Na hapo nitafuatia kuweka ndimu moja, lakini kama hauna unaweza ukaweka limao na hata siki. Siki utaweka kijiko kimoja kidogo cha chai, usiweke siki nyingi sana. Baada ya kuweka hayo mahitaji, nitachanganya vizuri kama hivyo. Kama ni mara wa kwanza kukutana na channel hii, na kusihi, ndugu yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na marafiki. Vile vile, usisahau kubofya kengele hapo kando ili uwe wa kwanza kupata notification kila ninapoposti video mpya na hapo nitachanganya vizuri saladi yangu, yani kila kitu kichanganyike vizuri, na kisha nitaongezea chumvi kiasi kidogo sana. Nimeweka chumvi robo kijiko kidogo cha chai pamoja na pilipili manga robo kijiko kidogo cha chai. Kisha baada ya kuweka hayo mahitaji nitachanganya tena kiasi tu, vichanganyike vizuri. Na hii saladi unaweza ukatolea kwa pilau, mihogo ya kukaanga ama ya kuchemsha na pia unaweza ukatolea na chapati za kusukuma. Mpaka wakati mwingine, bye.